Na alichukua muda kama 20 minutes, akihangaika, akistruggle bila anaweza pata oxygen. Wale nurses walikuwa pale, walikuwa wanakimbia kila mahali, maana anaweza kupata hata mkumbi ambao anaweza kumsupport kidogo. Babangu akahangaika sana mpaka mwisho akakata. Na wakati tulipouliza wale nurses ambao walikuwa pale, walikubali kwamba wao ndio walikuwa, management ndio walikuwa wameshika hofu hiyo, oxygen kuna maintenance walikuwa wanapata. Na wakati tulileta shida sana ndio walileta polisi, kwa sababu wao sijui walikuwa wanataka tushike kama namna gani. Na imundi wakati my dad alikufa. Walileta kitanda haraka. Kuuliza kwa nini Mungu amekufa? Wanamchukua haraka ndio wameweka pale huo wanaweka wale wengine. Na tayari kwa hiyo ward kuna ukiangalia kama kuna mzee anaitwa Tito Mtua ambaye alikufa the next the next the next ni room. Kuna mwingine alikuwa anaitwa Mariam Chai, alikuwa ward 1 na my dad Kimanzi Mwangi. Na kuna wengine ambao walikuwa wamekufa ambao walikuwa wanachukua haraka na wakawapea watu wote waliwapelekwa. Kwa hivyo Makadara Makadara is a dying dead. Mimi naitwa Bradley Ouna na mimi ni mwanaharakati wa haki za binadamu, tena ni mkurugenzi Concern Citizens Kenya, shirika la kutetea haki za kijamii. Leo nataka kuongea jua ili swala ambayo inasemekana gesi ilikatika pale hospitali Coast General Hospital. Swali, nina maswali ambayo ndekane yajibiwe na watu wawili ama watatu ambao nitawataja. Mtu wa kwanza, Coast General Teaching and Referral Hospital Administrator, pili CEC Health hapa Mombasa, na tatu governor wa Mombasa kwa sababu ile hospitali inakuwa maintained na county government. Kwanza nataka kuuliza kama gasi kweli iliisha, ambapo ikatokea watu wakakufa na wengine wakapata majeraha kutokana na gasi kuisha, ni nini kilifanyika? Ni gasi iliisha? Ni stima ilikatika, ama ni nini ilifanyika? Kwa sababu lazima tuulizane kuwa hospitali ni facilities ambayo inatakikana maintenance yake ikuwe top notch, sio mambo ya kugesges na kufanya nini. Sasa watu wamekufa, lazima tujue kina kiini ama sababu ya ile gas kukatika. Kama ni stima ilikatika, tujue kwa nini ilikatika. Kama ni gas ilikwisha, tujue wapi procurement department ya hospitali kama kama procurement department ilizembea inamaanisha CEC alizembea wa county. So, aya si mambo madogo, an mambo yanahusu management recklessness na negligence ya hospitali kuu hii. Hospitali ambayo inaserve coast region ati hizi county sita ambazo ni ati Kwale, Kilifi, Mombasa um, Lamu na Taita Taveta. Hii ni hospitali ina serve mpaka nje ya Mombasa, nje ya Kenya Kunu. Ukienda horohoro -horo, unapata watu wana cross border wakiingia Taita Taveta wakikuja Coast General Hospital na wametumwa kutoka Tanzania wakuje Coast General Hospital. Ukienda kule ya Lamu Kwale, unapata Watanzania pia wanakuja, wametumwa kutoka Muhimbili wanakuja kutritiwa hapa Coast General Referral Hospital. So tunauliza gavana wa Mombasa, tunauliza waziri pia wa health Kenya mzima na waziri wa health Mombasa, ni nini kilifanyika watu wakaweza kuumia? Yani maswali ambayo lazima yajibiwe ndio jambo kama lile lisifanyike tena. Kuna utepetevu kabisa kwa county government CC kwa governor na management ya hospitali to the, to the level. Pia utepetevu umeenda kwa serikali kuu, kwa sababu tunakuwa madaktari hawalipwi vizuri, unaweza pata pia ni sabotage tu kwa sababu kama madaktari hawalipi vizuri, manesi hawalipi vizuri, management hospitali halipi vizuri, kunakuwa na upitepetevu kwa kazi. Kwa hivyo, ili suala tunakuambia, gavana na wenzako, mlivalie njuga vizuri, tuanze kujua kini cha kufanya kuwa hakuna gesi ama kini cha kufanya kuwa ile mitambo ile ya gesi haikufanya vizuri, ndio watu wakaweza kukufa.